Kama wakulima tulikuwa hatufahamu majukumu yetu, lakini sasa kwa baada ya kutengenezewa miundombinu tuna tutahakikisha miundombinu yetu haitaharibika na tutakuwa tunaitunza. Tutahakikisha mifugo hawatasogelea miundombinu yetu ili wasiweze kuharibu, na pia tutahakikisha miundombinu yetu tutasafisha kila mara ili maji yaweze kutufikia kwa wakati. Pia tutakuwa waangalizi wa miundombinu hiyo, pale pindi itakapoharibika au itakapokuwa na uharibifu wowote, basi tutaweza kutengeneza pale ambapo sisi tunawajibika au kama tume itawajibika, basi tutakuwa wepesi wa kutoa taarifa ili tusipate ghadhabu wakati wa kunyesha, tusipate shida ya maji. Awali tulikuwa miundombinu ya skimu yetu haikuwa imejengwa, lakini kwa ujenzi unaoendelea miundombinu sasa. Kwa hiyo Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imetolelea semina jua ya, ya uelewa ya, ku, ya mpango wa kuwasimamia miundombinu yetu kwa hiyo sasa kwa kutumia miundombinu ambayo tunatarajia kukamilika, na hakika sasa tutapata manufaa makubwa. Kwa hiyo hakutakuwa na upotevu mkubwa wa maji, kwa hiyo maji yatakuwa yanasafiri kwa kasi na hayatapotea chini, na pia kutakuwa na ongezeko la maji. Mwanzoni miundombinu yetu ilikuwa sio rafiki, lakini kwa sasa wanatuimarishia miundombinu, wanatujengea mradi mpya, kwa hiyo tutakuwa tunapata maji na kilimo chetu kitaongezeka kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tunalima kwa uchache sana, kwa sababu maji hayatoshelezi na ni kwa sababu ya miundombinu. Itatunufaisha ita mambo mengi sana, kwa sababu kuna majukumu ambayo tulikuwa tunadhani sio ya kwetu, lakini kwa hii elimu tuliopewa, tumeona kwamba sikuwa tunafaa kuwa nayo majukumu, kwa mfano ya ulinzi wa miundombinu, tulikuwa tunadhani labda ni kazi ya Tume tu, kumbe hata na sisi skimu tunawajibika na kwenye swala la maji tutakuwa tunapata sasa maji kwa usawa a nyingi serikali imewekeza pale zaidi ya bilioni 80 38, ambayo itajenga skimu nane zote ambazo ziko kwenye ile bonde la Eyasi. Sasa bila nyie viongozi wa skimu kupata mafunzo ya namna gani ya kusimamia, kuendeleza na kutunza hizi skimu itakuwa ni kazi bure, si kweli eh? Kwa sababu historia tulionayo huko nyuma Serikali imekuwa ikitumia mabilioni ya fedha kujenga miundombinu ya umwagiliaji, alafu inamwachia mkulima endelee kuzalisha. Hakuwa na eh, mkakati na mpango mzuri wa udhibiti wa matumiz, uh, matumizi kwa maana ya usimamizi uendeshaji na matunzo. Kwa hiyo baadaye serikali inarudi kufanya kutumia mabilioni ya fedha kufanya ukarabati. Sasa kwa mradi huu tukasema tukijenga skimu lazima tuingie, kuwe kuna makubaliano maalum kati ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji na uongozi wasikini huo kawe makubaliano yanajikita katika makundi matatu: uendeshaji, usimamizi na matunzo.